Inaonekana kwamba maneno ni muhimu. Neno moja linaweza kuwafurahisha watu na neno moja linaweza kuwaumiza. Hata kati ya mume na mke, neno moja linaweza kufanya nyuso zao ziwe nyekundu au kung'aa. Ninapoona habari za familia zikiharibiwa kutokana na neno moja na habari za ugumu katika ujirani au nchi kwa sababu ya maneno, ninatambua jinsi maneno yalivyo muhimu maishani. Katika kuishi maisha ya imani, maneno ni muhimu hata zaidi. Kulingana na Mwanzo tangu wakati wa Adamu, Shetani amesababisha mauti kwa neno moja. Ilhali Mungu ametoa uzima kupitia neno lake, ikiashiria mwanzo wa historia hii. Mungu ni nuru, nanyi ni watoto wa nuru. Kama watoto wa nuru, imewapasa kuwa wenye neema na watakatifu katika matendo yenu yote, mkiuonyesha utukufu wa Mungu. Biblia inasema maneno mabaya yasitoke vinywani mwenu, bali yale yafayo kwa ajili ya kuwajenga wengine kulingana na mahitaji yao ili yawafae wale wasikiao. Ni lazima tuwe waangalifu na maneno yetu na kuyanyenyekeza matendo yetu, badala ya kufuata tamaa zetu wenyewe gizani. Jawabu la upole hugeuza ghadhabu, bali neno liumizalo huchochea hasira. Kwa kujiepusha kutumia maneno yanayochochea wengine, na badala yake kuchagua maneno yenye kuheshimu, kutia moyo na kuleta shangwe, mnaweza kutuliza hasira ya wengine. Hatupaswi kunena maneno yanayoleta furaha kwetu sisi wenyewe tu, bali pia maneno yaletayo furaha kwa msikilizaji. Tunapoifurahisha mioyo ya wengine, watasikiliza ukweli, na imani ya wale walio dhaifu inaweza kukua. Kuumizwa na maneno ni swala kubwa katika maisha yetu ya imani. Ikiwa mtu amekatishwa tamaa kuhudhuria kanisa kwa sababu ya maneno yenye kuumiza wakati anajaribu kuitegemeza imani yake, ni kana kwamba neno moja tu limesababisha nafsi kupotea. Ni lazima tuweze kupambanua kama maneno yetu yataumiza au kuleta shangwe. Je, hawako watu ambao wameokolewa kwa maneno machache tu? Yesu aliposulubiwa, yule mnyang'anyi aliyemtetea aliokolewa papo hapo kwa neno litokalo kwa Mungu mtoa sheria. Hivyo, kwa kunena kwa neema, mnaweza kuokoa nafsi nyingi. Ninyi ni ukuhani wa kifalme katika ufalme wa mbinguni. Kama watoto wa Mungu, mfalme wa wafalme, lazima mwe watakatifu katika maneno na matendo yenu pia. Ili kuheshimika hapa duniani, kuna mambo mengi yanayohitaji sifa ya kujidhibiti. Kufanya kila kitu unachotamani kunaweza kufurahisha mwanzoni, lakini mwishowe hamtapokea yale ambayo kwa kweli yamekusudiwa kwenu. Msipolitii neno la Mungu mtakosa hazina kubwa sana. Matokeo ya kulitii neno ni ufalme wa mbinguni, yaani Kanaani ya mbinguni. Mungu alipokuwa anawaongoza Waisraeli kwenda nchi ya Kanaani, walilalamika sana katika mchakato huo. Je, kusudi la Mungu la kuwafanya watembee jangwani kwa miaka 40 hatimaye halikuwa kuwabariki? Hatupaswi kuhifadhi malalamiko moyoni. Tunapaswa kuamini katika unabii na kushukuru. Hebu tuseme maneno mazuri na pia tuwe wale wenye miguu mizuri. Hebu tuwafundishe kwa bidii wale ambao hawajui ukweli wa uzima wa milele, Pasaka ya Agano Jipya na Kristo Ahnsahnghong, Mwokozi katika enzi ya Roho Mtakatifu aliyetuletea ukweli huu. Kama vile Mungu anavyothamini na kuokoa maisha yetu, tunapoya hesabu maisha ya wengine kuwa ya dhamani, tunahamasishwa kuwasaidia na kushiriki neno. Kuwa na moyo kama wa Mungu huongoza kwenye uinjilisti wenye mafanikio na kuzaa matunda. Ili kuwabadilisha ninyi mlio na wenyeji wa ufalme wa mbinguni kuwa viumbe wanaoonyesha utukufu wake, Mungu aliwaomba kunena maneno yenye neema na wema tu. huwasafisha wale walio wepesi kukasirika kuwa na moyo mnyenyekevu, na wale wanaonena kwa ukali kuwa na maneno ya upole, akiwafanya wazuri. Kwa wale wanaoona vigumu kubadili tabia fulani, kuomba tafadhali nisaidia kunena kwa upole zaidi ni njia moja ya kusonga mbele. Mungu Baba husikia kila kitu. Hebu tusione upendo wa Mungu wenye kutusafisha kama tabu, bali tushukuru kwa jinsi anavyotuumba. Mpendezeni Mungu kila wakati kwa maneno changamfu na ya unyenyekevu, maneno yanayopendeza na yenye neema kwa wale wanaoyasikia. Maneno yaletayo baraka na maneno yaongozayo kwenye ufalme wa mbinguni ili muweze kuingia katika huo ufalme wa mbinguni.